Karibu kupitia youtube chaneli yetu, usisahau kusubscribe, like na kucomment kupitia Jumoa Online TV ambayo inakupatia habari za uhakika kwa muda ambao wewe unakuwa una uhitaji. Na hili ni moja kati ya tukio ambalo kila mtu analizungumzia. Ni kwa mujibu wa taarifa tulizo nazo ambapo afisa wa habari wa Yanga, Ali Kamwe, amefungiwa miaka miwili na kamati ya maadili ya TFF pamoja na mwenzake Hamisi Manzazala Manzanzala wa Kagera Sugar. Ahmed Ali wa Simba hajakutwa na kosa, hivyo yeye yupo huru. Kitumbo wa Tabora United ameachiwa huru na amerudi kwenye mpira. Watu wengi wamesema ya kwa, akiwemo wa mtangazaji wa Wasafi FM anasema kijana mbunifu na mchapakazi, busara itumike adhabu. Ya miaka miwili ni nyingi sana, ukilinganisha na makosa yanayotajwa, labda vinginevyo kuwe kuna makosa na ambayo hatuyatambui. Lakini ukipita ukiachana na ofisho zungu, yupo Farhan huyu kutokea Clouds Media, yeye anasema kwamba TFF impige mvua ya miaka miwili kijana wake Ali Kamwe. Nimeona taarifa kwa ndugu yangu Mkomwa nimewaza sana kwamba TFF kama taasisi yetu tunayoiamini ifikie maamuzi kama haya. Labda wacha tusubiri taarifa rasmi, lakini kama ni kweli, basi inafikirisha sana. Kamwe ametiwa hatiani kwa kosa lililoitwa la udhalilishaji, kwamba udhalilishaji aliyofanya ni kuposti leo. Mjadala redioni asilimia tisini ni kuhusu makolo na waamuzi makolo na waamuzi. Lakini pia kupitia mtangazaji wa Radio Free Africa, yeye amesema kamwe kufungiwa miaka miwili. Miaka miwili, ningekuwa sehemu ya maamuzi ningempunguzia hukumu au kuifuta. No one is perfect bana, tunateleza, tunaanguka, tunainuka. Father of ethics Socrates anasema badala ya kumhurumia mtu mpe elimu. Usisahau kusubscribe, kulike na ku comment. Hii ni Jumoa Online TV. Una maoni gani kuhusu hili jambo linaloendelea?